Hati ya kuanzishwa kwa parokia ya mtakatifu Paulo wa sita Bweri Nyabange. Kwa kuwa idadi ya waamini wa Bweri Nyabange wanahitaji kuwa na parokia, baada ya kushauriana na wote wanaohusika, ninatangaza kuwa Bweri Nyabange ni parokia kuanzia tarehe 29 Mei 2025 Paulo wa sita Nyabange ni ndilo kanisa la parokia, na mtakatifu msimamizi wa parokia ni Paulo wa sita Papa. Tangazo hili ni kulingana na sheria ya kanisa la miaka 15 aya ya pili. Sikukuu ya parokia itaadhimishwa tarehe 29 Mei kila mwaka, ambayo ndio sikukuu ya Paulo wa sita Papa Mtakatifu. Hii itakuwa ni siku ya amri na wakreshi

Eneo la Kabukia litaundwa na dunia ambazo ziko katika maeneo yafuatayo: mitaa ya Eli, kuna eneo Lilaiu, pia litofautisha na kule Kukoba. Eli Kukoba kuishia kwenye ile daraja, na kutenganisha huku na mtaula wa Nyamesa, bado wa Nyamesa. Kwa hiyo Kukoba lile daraja liko hapo, linatenganisha na Mrema. Pia kuna vitongoji vya Manyara na Kiamkeni, kwa kutangazwa Nyabange kwa parokia na haki zote na mnapata korari kuu, kutokana na sheria ya kanisa, na manakudwa mtekelezi watu wote ambao unatoka na sheria ya kanisa imetolewa lanshnaaasmaisazira leo tarehe 29 Mei 2025 katika sikukuu ya koo wa sita